Ubunifu unaanza pale panapowaka mwanga. Nishati imetoa nafasi kwa vijana kubuni, kutengeneza na kujiajili, ikipanua upeo wa teknolojia na maendeleo. Naitwa Muhadhi Saambili, najishughulisha na ushonaji wa nguo aina zote. Uh, umeme unanisaidia mimi katika kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi labda ku kuongeza muda wa kufanya kazi kulingana na kishafika usiku, na ongeza muda kufanya kazi kwa sababu umeme upo, mwanga upo. Lakini pia inanisaidia kushona au kufanya kazi kwa haraka zaidi kulingana na zamani au muda ambapo umeme sina, nilikuwa tu natumia mashine ambazo sijafunga mota za umeme. Kwa sasa hivi nafanya kazi kwa haraka na kwa wakati, kwa sababu na mashine ambazo zinatumia umeme. Mbali na kutumia hizi mashine za umeme lakini pia umeme unanisaidia katika kutumia vifaa mbalimbali, mfano pasi, uh, feni. Unajua, naye kuna kipindi kunakuwa na joto kuna, uh, kuna redio hapo kuna mda naye anahitaji na refreshing. Kwa hiyo kunaendelea kufanya kazi huku, refreshing napata na muziki na mambo mengi. Nishati na Samia.